Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Nape Nnauye amefanya operesheni ya kusaka maduka yanayouza CD feki Kariakoo jijini Dar es Salaam na kuyafunga maduka zaidi ya 40 ambayo yanauza CD feki. Mwandishi wetu Somu Mavura ana taarifa kamili. Habari Utamaduni, Sanaa na Michezo Nape Nnauye na imeanzia kituo cha polisi cha Msimbazi kilichopo Kariakoo akiwa na msafara wa viongozi kutoka Basata Kosota pamoja na TRA. Mara waziri akavamia ya maduka yanayouza CD feki. Mahakamani ya watu fuzi wa Tanzania ni watu watu waoge sana. Mnakwenda kufungua kesi mahakamani ili msilipe kodi, pamoja na ofisi ambayo inajihusisha na kudurufu kazi za wasanii kutoka ndani na nje ya nchi. Augusta anafahamika hapa mtaani kote. Ndio hata ukimficha tutamkamata. Huapa ukimficha hapa patafungwa mpaka pate uhakika wa wak, wakinachoendelea e, shughuli zenu zifungwe, sababu mnakwepa mna kodi, mnaharibu kazi za sanaa hapa nchini, mnaharibu vijana wetu huko nje. Ndio hayo mnakwenda China mnaleta mna, mnaleta shughuli hapasleba. Waziri akawataka wauzaji wa CD kote nchini kufuata sheria ya kuuza CD zenye stika huku akisema mtu yeyote ambaye atakuwa na CD ambayo haina stika, mnunuaji na muuzaji wote watakamatwa. Serikali itaendelea na operesheni hii, kila mara tutafanya kazi hii, tutawakamata, tutaharibu kazi zao na tutashughulika nao, lakini safari safari hii tunataka twende mbali zaidi ya hapo. Mmesikia? ukienda dukani ukinunua, dai risiti kila anayenunua sasa kazi ya sanaa ambayo haina stika ya TRA naye ni mwizi kama mwizi mwingine yoyote kwa sababu ameshirikiana na muuzaji ambaye hakulipa kodi. Operesheni hiyo imezinduliwa kwa lengo la kutokomeza uharamia wa bidhaa za filamu na muziki kwa kuokoa pato la taifa ambapo afisa uhusiano kutoka TRA akazungumzia maduka yaliyofungiwa. Maduka ni mengi, ni zaidi ya 40 tumeyafunga lakini pia tumeweza kukamata mtambo mmoja wa kuzalishia CD na tunategemea kama kawaida tukikamata mtambo ambao unafanya shughuli ambazo sio halali moja kwa moja ni kuhusizi watu mbalimbali wanaojihusisha na uuzaji wa CD feki wamekamatwa na tayari wamefikishwa kituo cha polisi mpaka sasa CD za hapa nchini zilizokamatwa ni elfu ishirini na saba mia tatu na za nje ni elfu tisini na tatu mia tano ishirini na tisa mitambo kumi na tisa printer CD 8, DVD writer 31, computer 3 na CPU 7. Saumu Mavura, TBC, Dar es Salaam.